Wagonjwa wa kisukari, hasa wale ambao hawana udhibiti mzuri wa sukari, wako katika hatari kubwa ya maambukizi mbalimbali kwa sababu ya kisukari chao kisichodhibitiwa na pia kwa sababu ya hali ya kinga iliyo dhaifu. Chanjo fulani zinapendekezwa kwa wagonjwa wa kisukari, na hasa kabla ya miezi ya baridi ni muhimu kuwapa chanjo watu wazee wenye kisukari, ambayo inajumuisha chanjo ya mafua na chanjo ya pneumococcal. Chanjo ya pneumococcal hutolewa mara moja kila baada ya miaka mitano na chanjo ya mafua hutolewa kila mwaka. Mbali na hii, chanjo ya hepatitis B pia inapendekezwa kwa wagonjwa wa kisukari, na kwa wale wagonjwa wa kisukari ambao hawajawahi kuchanjwa hapo awali, basi inapendekezwa wachukue chanjo za hepatitis B. Chanjo ya shingles ni chanjo nyingine ambayo ni muhimu sana hasa kwa kundi la wazee, kwa sababu tunaona wagonjwa wengi wenye matatizo makubwa ya shingles na maambukizi ya sekondari. Wakati mwingine huathiri uso wao, neva ya uso, na pia husababisha matatizo makubwa. Hivyo maambukizi haya yote yanaweza e kuzuiwa kwa chanjo rahisi, na wagonjwa wa kisukari wanapaswa kufahamu chanjo hizi na kuzichukua kwa wakati unaofaa.